What's new today? Snat Junior, that's my name bana. Kama kawa tunafahamu kile ambacho kinaendelea right now kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusiana na mtu mzima aliyewahi kuwa msemaji wa timu zote kubwa mbili hapa Tanzania nikizungumzia Young African pamoja na Simba Sports Club. None other than Haji Sunday Manara ambaye ana trendi sana kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na kila kile ambacho kinaendelea kati yake, pamoja na aliyewahi kuwa mke wake. I'm talking about Zaylisa. tunafahamu kwamba taarifa jana na juzi zilitrend sana ma zilivuma sana kuhusiana na wawili hawa aa kinaendelea na kinaleta taswira mbaya kwenye mitandao ni kwamba kila mtu amekuwa akizungumza mabaya na madhaifu ya mwenzake. Lakini kikubwa ambacho anakifanya Zailisa, nao time, ni kuzungumza mengi ambayo Manara alikuwa anamfanyia, uh, na kusema kwamba hakuwahi kumnunulia nguo, lakini pia akaongea mambo mengi sana ya kiudhalilishaji, mambo ya ndani kabisa, au sio bana? Lakini pia Manara akazungumza, ama aliandika kwenye Instagram account yake kwamba Zailisa amekuwa akiwanyima watoto wake chakula Uh, chakula ambacho anakitafuta yeye mwenyewe kwa shida and all the stuff. Sasa hii imekuwa kama kawaida hivyo watu hawajashangaa kuona kile ambacho Haji Sunday Manara amekifanya kwa sababu Manara sio ndoa yake ya kwanza. Alishawahi kuwa na madada kadhaa. Uh, hii itakuwa kama ndoa ilikuwa ni kama ndoa yake ya nne kama sikosei hivyo kuachana na Zaylisa ni kama watu walikuwa wameshawahi kutabiri na kama walipita kwenye page ya My Martha pia aliandika kwamba vuguvugu la Manara na Zaylisa kupigana chini ni swala la muda tu and all the stuff. Sasa hiyo pia inaweza ikawa sio mchongo sana ama sio story, lakini story ni kuhusiana na penzi la Zaylisa na, kabla hajaingia kwa Manara, alikuwa na date na Dula Makabila. Huyu tunafahamu ni msanii wa Singeli ambaye nao time anafanya vizuri kulikweli kwenye soko la Singeli Tanzania. Sasa Dula Makabila bana alikuwa bado anaonyesha kwamba anampenda Zailisa. Mara kadhaa ameandika ngoma ambazo zilikuwa zikimhusu Zailisa na mara kadhaa pia amekuwa akiadmit kwamba haja move on kwa Zailisa na bado anamkubali kinoma. Sasa Dula Makabila baada ya taarifa kuenea kwamba Zailisa na Manara wameachana, Makabila akaamua kuingia studio, akaona sio kesi, akatubless na ngoma mpya inaitwa Arudi Uswahilini, au sio bana? tumekuwekea hapa kupitia page yetu ya Fay TV kwenye upande wa Instagram. Um, a, anajaribu kuongea mambo mengi sana ambayo yako moyoni mwake, lakini kikubwa ambacho amezungumza kwenye hiyo ngoma na of course watu wengi wakaweka comment zao nyingi sana, ni kuhusiana vile kusema kwamba ameongea mabaya ya Manara kwamba Manara ni mtu mzima, yeye anamchukulia kama baba na vitu kama hizo, lakini pia amemsema Zaylisa kwa mdomo kwamba ache mdomo, na mbaya zaidi amesema kwamba Manara paka akamati panya, yani Manara Uh, afanyi shughuli na vitu kaa hizo, umeona? So hiyo ndo story kubwa sana ambayo watu wamekuwa kizungumza, na of course comments zimekuwa nyingi. Ni kwa nini watu wanapoachana mapenzi na naamia kwenye mitandao, kwa nini watu wanapoachana watu wasistiriane, kwa sababu tunafahamu ile ilikuwa ni familia, lakini watu wanaanza kutoleana yale mabaya na vitu kaa hivyo, licha ya kwamba hadi Manara ameposti pia leo na kusema kwamba hata waandishi wa habari wakimwita jibu lake litakuwa ni no comment, kwamba hayuko tayari kuzungumza chochote kuhusiana na hichi ambacho kinaendelea right now kati yake yeye na aliyewahi kuwa mke wake, tunasema hivyo Zaylisa, ya, ya kwamba amepigana chini. Wewe una maoni gani kwenye hili? Maoni yako ni yapi kuhusiana na hichi ambacho kinaendelea? Je, Manara Um, ako sahihi kupiga kimya and of course kwa kile tu ambacho alikiandika kwamba hapa duniani, ukimtoa Mwenyezi Mungu pamoja na wazazi wake, wanaofuata ni watoto wake. Sio watoto wake wakinyanyaswa, yeye yuko tayari kuachana hilo penzi. Ama unafikiria ni nani ambaye yuko sahihi Zaylisa, kuendelea kuzungumza? And of course watu wengi sana wamekuwa wakimuunga mkono, wengine mtu kama Mujaku, unaona alifanya interviews na akazungumza mabaya Manara kwamba hakuwahi kumnulia Zaylisa hata nguo na vitu kama hizo, so hii saga imeenda tofauti. Kuna watu ambao wanamuunga mkono Zaylisa, kuna watu ambao wanamuunga mkono Haji Sunday Manara. Ni kwa nini wawili wa hao wanapoanza mahusiano yao yanakuwaga um, ya ni, ni private lakini wanapokuja kuachana maisha kama haya yanakuja kutokea pia kwenye mitandao. We, unaweza kumudu kumudwa ama kudumu kwenye mahusiano kama haya ambayo ma, star, ma celebrities wamekuwa wakiyapitia hapa Tanzania? Bana, tunataka utuambie, lakini ni kapu gani hapa bongo ambayo pia unafikiri haina skendo. Ni kapu gani ambayo haizungumzwi? Watu wengine wanazungumza mengi kusema kwamba wanawake wanaenda kwa Haji Sunday Manara kwa sababu ya kupata umaarufu, fame, lakini pia pesa. Manara amekuwa kama ni mtu ambaye ana hela, labda watu wanafikiria hivyo lakini mambo ni tofauti, huja kuwa tofauti pale ambapo anakuwa anachana na wapenzi wake. Watu wamekuwa wakimsema, mtu kama Rushaina aliwahi kuandika kwenye mtandao wake wa kijamii ya kwamba um, uh, ali, aliandika kuhusiana na Zizikina Mobeto lakini pia na yeye kwamba alivumilia mengi sana kwa Manara and all the stuff. Unafikiri ni nini ambacho kinasababisha hizi mbanga zote zinakuwa zinatokea? E bana, tuandikie hapo chini kupitia comment section, lakini pia usiache kulike share pamoja na kusubscribe. My name is Nadi Daddy Charit, naitwa wisna Junior. E bana, tutafute hapa hapa Fay TV kwenye youtube channel, lakini pia pale instagram tupate kama Fay Heroes underscore TV, inakuwa mpango mzima.